ni ni fedheha kubwa na ni majuto ila, isipokuwa man akhadhaha bihaqiha, aliyochukua uongozi kwa haki yake, kwa ridha kwa ridha ya umma, aliyochukua uongozi bihaqiha, kwa haki yake, wa adla ladhi alaihi, na akatekeleza ali ambayo yako juu yake, yule mtu fiha, ndani ya uongozi ule, watukufu wa Islam Imeelezwa pia katika kitabu cha bahjatunadhirini ya kwamba kupupia madaraka na vyeo kunapelekea hata kufisidi na kuharibu dini ya mtu au imani ya mtu. Anatwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sallam madhi ibani jaiani ursila fi ghanamin biafsada laha min irsi lmari aala lmali washarafi lidinihi. Maana ya hadithi ni kwamba mbwa wawili mwitu wenye njaa waliotomezwa kundi la kondoo hawawi waharibifu zaidi na wafisadi zaidi kuliko mtu anavyoharibu dini yake na anavyoharibu imani yake kwa kupupia madaraka au uongozi. Huyu hapa Abdullahi bin Umara bin Al-Khattabi, watu wa Sham walimwita awe khalifa. Kutokana na hadhari ya jukumu hili basi alikataa katakata. Na kwa nini watukufu wa Islam sheria ikayaangalia madaraka kwa uangalifu mkubwa ni kwamba ubaya wake na wema wake utamfikisha mbele ya Allah, mbebaji huyo utamfikisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na na huangaliwa mbebaji huyo wa madaraka na dhamana, na aina ya viumbe wakitegemea hukuka wakitegemea haki zao toka kwake. Huyo miongoni mwao ni vipofu wanamtegemea, walemavu, mabubu, mayatima, wazee wote huwa wanamtegemea mtu huyo. Kila ambaye anapata dhuluma, basi anategemea atapata haki yake kutoka kwa huyo. watukufu wa Uislamu, kuna utanuzi wa mambo mbalimbali katika kisiwa chetu, katika nchi yetu, utanuzi wa barabara, utanuzi wa mambo mbalimbali katika maendeleo ya nchi. Haki za wote ambao wame limewagusa hili inapatwa inapaswa wapewe haki zao. Aliyokuwa nyumba yake imeondoshwa, hata kama ni kibanda, basi apewe haki yake. Aliyekuwa kaondoshiwa konde yake, ambao anapanda muhogo akala na wanawe, basi apewe haki yake ya kwenda kutafuta kundi nyingine apande muhogo. Aliyokuwa akachukuliwa aina yoyote ya haki ambayo yeye anaishi kutokana na pahala pale, au katika sehemu ile, basi ni haki apewe haki yake na mkuu, ili kujikifu na kujisaidia e, katika e, madala ambacho atapewa kutokana na kuchukuliwa kwake haki yake ile, na kusiwe na malalamiko kama ambavyo yanasikika kwa watu mbalimbali kwamba hawakuridhika na yale ambayo wamefanyiwa. watukufu wa Islamu, mpaka mwenyewe aridhike ndio njom, nyumba yake ubomoe au shamba yake uchukue au mnazi wake ukate au migomba yake ung'oe aridhike. Abbas, Abbas radiallahu anhu ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendewa na masahaba wakubwa

ulimwengu nzima tupe, tutanue. Kasema, "Sitaki, sitaki, sitoi." Basi wakaondoka wakaenda zao, walipofika mbele huko. Lakini bado anawaona, akawaita taalu, njoni. Walipofika akawambia radhitu anta khudha baiti meridhika, kuchukua nyumba yangu muunganishe na Baitillahil Haram kuntu adhunnu sawfa ta'khuduna haqqi biduni ridha, nilikuwa nafikiria kwamba mtanichukulia haki yangu bila ridha yangu. Abbas baitullah baitllahi alharam awwal baitin wudha linas lilladhi bibakata mubaraka wa hudan linas, nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ambayo iko Maka na inataka kuungwa, kakataa. Kwa nini aridhike? anawaangalia anawaambia, ana, ana mimi nilikuwa nikuangalieni, mtachukua haki yangu kwa nguvu, lakini nimeridhika, iungeni nyumba yangu katika baiti llahi alharam. Watukufu wa Islamu, kiongozi mkuu anaangaliwa mpaka na wanyama. Mpaka wanyama wanaokuwa wanateswa, basi jukumu linamwingia yeye, haki zao wanyama, nao wana haki katika dunia

anasema lau paa atajikwa sanaa. Saidna Omar yuko Madina, anasema lau pa atajikwa sanaa, yani Yemen, basi la saalani llah ataniuliza mimi mwenyezi Mungu, lima lam takhulu lahu tariqa ya Omar, kwa nini Omar hukumtengenezea huyu pa njia nzuri ya kupita? Umemwacha anajikwaa na kuumia ku, ku, mguuna kujihasiri. Kuji hiyo ndio hali kuangalia duni kuangalia shaab katika haki haki zao. Inaha amana uongozi ni amana. wa inaha yawm alqiyama khizun wa nadama na kwamba yawm alqiyama yawm alqiyama ni mkosi mkubwa na ni majuto. Illa man akhadha bihaqiha, ila aliyokuwa ameuchukua uongozi kwa haki yake wa aladhi alayhi fiha, na akatekeleza lile ambalo lipo